Kesi dhidi ya maafisa sita wa shirika la huduma kwa wanyamapori KWS wanaotuhumiwa kwa kupotea kwa mvuvi Brian Odhiambo mjini Nakuru imeendelea leo ambapo mashahidi watatu walikuwa kizimbani. Watatu hao walieleza mahakama jinsi walimuona Brian kwa mara ya mwisho akiwa mikononi mwa maafisa hao, na kama anavyotuarifu Laura Otieno, kesi itaendelea hapo kesho, ambapo shahidi mwingine atatoa ushahidi wake. Vikao vya Jumatatu vilifanyika katika mtaa wa Flamingo unaopakana na mbuga ya wanyama ya Lake Nakuru ambapo Brian Odhiambo alionekana mara ya mwisho. Shahidi mmoja akisimulia jinsi alisikia vurugu alipokuwa katika duka lake na baadaye kumwona Brian akishambuliwa na maafisa wa KWS wakabeba, wakaingiza kwa fence, wakafuruta mpaka huko penye gari ilikuwa, wakaingiza kwa gari na wakaenda chini hivi. Mashahidi wengine akiwemo nduguye Brian pia, wakielezea koti iliyoongozwa na hakimu mkuu Kipkirui Kibelion jinsi walisikia vurugu hizo, ila walipofika walimuona Brian, walimuona Brian akiondolewa. Akakimbia akikuja hivyo akanitia pale kwa fence, barabara. Carlos, Carlos, harakisha na na wa harakisha kuja mbio barabara, harakisha bana, askari wa game harakisha kuja mbio <laughs> nikakuja hivi mbio nikapita hapa kwa post hapa. Mimi nilikuja leo nikapata maskari kisha ndani wako hapa kwa waya, wakati niliwafuata nikiwa pale. Wakati huo hapa ilikuwa na msituni, ilikuwa Januari huko. Kesi hiyo itaendelea Jumanne kuanzia saa mbili asubuhi ambapo shahidi mwingine mmoja atatoa maelezo kwa koti. Brian Odhiambo alitoweka tarehe kumi na nane mwezi Januari mwaka huu baada ya kudaiwa kuvua katika ziwa Nakuru. Laura Otieno, Runinga ya Citizen.